Waumini wa, wa dini ya Kiislamu kutoka mkoani Mtwara wameshiriki dua maalum ya kuliombea taifa ili uchaguzi ufanyike kwa amani. Dua iliyoandaliwa na Sheikh Issa bin Yusufu Mtioli, ambaye pia ni imamu wa masjidi ya Asfiya. Dua iliyofanywa katika msikiti huo wa Asfiya uliopo Magomeni karibu na stendi kuu ya mabasi ya mkoa wa Mtwara, Ijumaa ya Oktoba 24, 2025 viongozi mbalimbali wamealikwa na kushiriki dua hiyo wakiwemo viongozi wa kisiasa mkoani Mtwara. Hata hivyo, Sheikh Mtioli ambaye nafasi ya kuelezea kwa upana kuhusu dua hiyo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kwa jina naitwa Isa Yusuf Ahmad Mtioli, mimi ni shekhe lakini ni imamu wa msikiti huu Masjid Asfiya Asfia lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu taifa katika taasisi ya Jaimat, lakini pia mimi ni msemaji wa maimamu katika mkoa wa Mtwara Umata. Nimeamua kama imamu au kiongozi kuandaa jambo hili la dua kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kama kuna fitna yoyote inataka kutokea isitokee, kwa sababu machafuko yakitokea hata Mwenyezi Mungu hatutomwabudu vizuri, kutokana na hofu itatufanya tusiwe makini katika kumtumikia vyema yule aliyetuumba, Allah subhanahu wataala. Mimi napenda kutoa eh, kutoa nasaha kwa vijana, napenda kutoa nasaha kwa vijana. Jambo la, ki, la uchaguzi sio jambo la kitoto, ni jambo ambalo mtu anatakiwa kuwa makini kabisa, ni jambo ambalo wewe unatakiwa uwe mtulivu, na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, e, utakapotaka kufanya jambo fatadabbar aqibata, e, basi zingatia mwisho wake wa lile jambo. Kama litakuwa jambo ni jema zuri la kheri litekeleze, lakini kama litakuwa jambo litakugalimu sio zuri ni jambo hatari, koma epukana nalo, jiepushe kabisa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo mimi kama kiongozi e kiongozi anatakiwa awe ni mbunifu, lakini pia awe na as, kusababishia watu wengine wanufaike kutokamana na yeye. Kwa hiyo ndio maana tukaandaa dua yetu hii msikitini hapa Masjid As-Sufia, na insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie hayo e, mambo ya uchaguzi yapite salama. Kwa jina naitwa Salmu Hechi Naida ndiye mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Mtwara mjini. Swala la amani kuiombea amani nchi yetu ni jambo muhimu sana katika wakati huu wa uchaguzi, kwani uchaguzi nchi nyingi katika Afrika na huko nchi nyingine duniani, uchaguzi ndio sababu za kuleta mifarakano na kuleta matatizo na mizozo katika nchi, lakini sisi Tanzania ni kisiwa cha amani tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie ifikapo tarehe ishirini na tisa ambayo ni Jumatano ijayo Mwenyezi Mungu atupitishe kwa amani. Naitwa Saidi Isa Mdoya, maarufu sana najulikana kwa jina Saidi Kulaga A, kwa nafasi yangu mimi ni kiongozi wa tasnia ya kisiasa ni katibu wa Chama cha Wananchi Kafu wilaya ya Mtwara mjini lakini pia ni mratibu wa chama katika mkoa huu wa Mtwara. Lakini kwa mwaka huu pia ni miongoni mwa watiania na nikawa ni miongoni mwa wagombea tisa wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Mtwara mjini kwa mwaka huu. Kwa hiyo, kuhusu dua ya leo kwamba e, ina maana gani kwangu, kwangu mimi binafsi lakini pia na kwa, kwa wapiga kura wote na waumini wote wa dini ya Kiislamu hata dini zingine ina maana kubwa kwa sababu e, inatuhimiza viongozi wetu wa dini wanatuhimiza sisi tushiriki katika zoezi hili eh, tukitanguliza maslahi ya taifa letu mbele, maslahi ya maisha yetu sisi wenyewe mbele, lakini maslahi ya vizazi vyetu vya leo na vijavyo, kwamba eh, amani ndio ambayo itakuwa msingi mkubwa eh, wa, wa, wa, wa, wa, wa nchi yetu hii eh, kufanya kwamba zoezi hili kipita salama, basi hata huo msingi wa utawala ambao ndio chanzo cha maendeleo kwa wananchi utaendelea kuwa msingi mzuri imara, na wenye tija kwa wananchi. Kwa jina naitwa Sheikh Muhammad Salim Lidonge, mwenyekiti jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania mkoa wa Mtwara. Tulikuwa katika tukio la dua, dua maalum kuliombea taifa letu amani kwa ujumla wake na ukubwa wake. Pia tukio ambalo liko mbele yetu ni la uchaguzi. Amani ni tunda ambalo muhimu kwetu na ni la msingi, kwa sababu bila ya amani hatuwezi kufanya majambo yetu, hatuwezi kufanya ibada, hatuwezi kufanya biashara. Kila kitu ambacho kinamhusu mwanadamu akiwezi kufanyika kama hakuna amani. Amani na usalama ni kitu bora na ni kitu ambacho cha msingi mkubwa mno. Twende katika tukio la uchaguzi, tukachague wale viongozi tunaowapenda, tunaowahitia, tunaowahitaji ambao tunaona kwetu sisi wanaweza wakawa tukafanya nao kazi kwa kuridhiana nao na wakawa machaguzi ambao sisi tume ya kusudia nam. Mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapa nimefikia tamati. Mimi naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kwamba dua hiyo imefanyika mara baada ya kumalizika kwa swala ya Ijumaa iliyofanyika ndani ya Masjid Aswfyai. Asante na kwa heli